Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati fulani unaweza ukapita na ukakosa, na katika hayo majira unapopitia jambo fulani, kuna watu waliokuzunguka au kuna jamii fulani ambayo limekuzunguka wanafurahia katika yale mapito unayapitia. Hata pamoja na mataifa zetu wanapitia mapito makali, wakati huo, kuna wengine wanajitokeza wakishangilia, wakirushiana huko na pale, lakini kuna wengine nako pia hali zao zinakuwepo katika kwenye utata. Lakini Kristo Bwana Yesu linasimama pamoja nasi, maana anasema kwenye kitabu cha Isaya ishirini na tatu mstari wa sita kwamba lazima tuwe na amani, ndipo njia zetu zinakuwa salama. Kwa nini? Izungumze neno kama hili mpendo, wa majira unayopitia siyo majira ya kawaida, lakini ukumbuke, unapozidi kuweka tumaini kwa Bwana, unapozidi kuweka tumaini kwa Kristo, inazidi kukuonekania katika malango yako, inakuondoa pale kwenye mafungo ulikotekwa, inaenda kukuondoa pale katika lango ulivyokuwa umetekwa. Lakini Mungu bado yupo pamoja nasi, endelea kumwamini na endelea kumtegemea unaposikia hii sauti uwezo ukamwamini Mungu wako, katika jina la Yesu A